Ni kweli ninakutaka lakini kusimama io sana, sijaweza, sijaweza kuisimamia kazi yako. Mimi kama mchungaji, sijaweza kulisimamia kundi lako kama mtumishi. Mimi kama mwinjilisti, sijasimama. Mimi kama mchungaji, sijasimama. Mimi kama mzee wa kanisa ji, sijasimama. Mimi kama nabii, sijasimama. Mimi kama mwimbaji, sijasimama. kama Mama, kuna mahali nimelegea, nimeacha adui akapata nafasi. Naomba rehema mbele zako, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba unisamehe, naomba ulifute unisamehe na jina langu, ili nikaweza kuwa mtumishi na kuhani wako. Siwezi kuwa kuhani kwa maisha niliyo nayo, siwezi kuwa kuhani kwa namna ninavyokwenda, siwezi kuwa mtumishi wako kwa namna nilivyo, ninaomba rehema Mwambia Yesu, naomba rehema. Mwambia Yesu, naomba ni rehemu. Mwambia Yesu, naomba ni rehemu, ili utakapo kuja nipate jaa namna ya kuitoa ahadi na kazi ulionipa nikaweza kusema saa sana ulivyokusudia. Mwambie Baba, nimejiacha kwako, mimi mwenyewe siwezi. Wezi wenda nimemdharau mtumishi akisimama na mwona kawaida